Tunaishi kwenye dunia ya kutakiana mabaya. Ukifanya vizuri, ni wachache watakao kupongeza, lakini ukikosea, wako wengi watakaoinuka wa kunyoshea vidole. Safari ya hatima, kuna watu watakupuuza, kuna watu watakudharau, kuna watu watakushusha viwango, kuna watu watakuzungumza vibaya, kwamba ufai ustahili sio wewe. Kataa roho ya kupuuzwa, sija ukaipa nafasi ndani yako. Kuna watu wa nyumbani kwenu hawajui wewe ni nani, watakudharau tu, usijidharau mwenyewe. Kama una cha Mungu ndani, Mungu atakufuatilia tu popote pale ulipo. Kesho Jumamosi tunasukumwa kuwa na maombi maalum kwa ajili ya watoto wetu. Nasema pia ni vizuri watoto wakasogea madhabahuni na sadaka zao, kwa maana wao wanamwamini Mungu kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka, na tutawatamkia neno kwenye hii madhabahu kesho, na baada ya hapo semina itaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama unao watoto nyumbani, wewe ni mzazi, ni mlezi, kesho ndio unao kanisani, tutawaruhusu mapema tu, tutaanza na tutaanza nao, na tutawapa bahasha watoto, pataweka sadaka zao kesho hiyo.